Mtazamaji wa PDK Generation, uh, siku, kwa muda wa siku tatu hapa jiji la Arusha kuna kitu kikubwa kuhusu wafamasia ambacho kilikuwa kinaendelea hapa, na kitu hicho sio kingine, ni mkutano mkuu wa chama cha wafamasia Tanzania kwa mwaka huu ambao kwa kweli umefana sana, na pembeni yangu hapa niko na mwenyeji ambaye ni mwenyekiti wa chama hicho cha wafamasia kwa kanda ya kaskazini ambaye ndio amehosti mkutano huu, naweza kusema ni bwana Emmanuel Mfundo ambaye ni mfamasia bingwa kabisa. Sasa mfamasia, kwanza hongera kwa mkutano. Asante sana. Hebu uh, hebu, tueleze ni nini ambacho umekifanya ili kuweza kuvutia wafamasia wengi kiasi kwa sababu haijapata kutokea. Wewe pamoja na viongozi wengine wa chama cha wafamasia Tanzania, mmeweza mmetumia nini ili kuweza ku kuvutia wafamasia wengi namna hii, pamoja na wadau wengine, umefanya nini hasa? A, a, kwa sasa nadhani e, kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano nadhani unaweza kuona mwamko mkubwa sana wa wafamasia kutoka e, kanda mbalimbali wameweza kuja kanda hii ya kaskazini kwa ajili ya mkutano huu mkuu wa hamsini na tano, na mkutano huu kama ulivyoweza kuona umekuwa mkutano ambao una mafanikio makubwa na, uh, na idadi kubwa ya wafamasia imeweza kuhudhuria lakini kubwa zaidi ambalo limefanya wafamasia waweze kufika e, katika mkutano huu. Wafamasia sasa e, wanahitaji kuinyanyua professional yao. Wafamasia wanataka e, professional yao iweze kung'aa, na wafamasia wapo tayari kwa ajili ya mabadiliko kwa maana ya changes, na wafamasia wako tayari kwa ajili ya, ya, ya kutoa huduma e, za kifamasia. Lakini pia wafamasia wamekuja wakiwa na shauku ya kuendelea kuisaidia serikali kwenye kwenye hili swala zima la utoaji wa huduma na kama utakumbuka mkutano huu e, mgeni rasmi alikuwa ni, ni Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na baadaye ameweza e, kumkaimisha e, e, Dr. Philip Isdory Mpango ambaye ni makamu wa rais kuja kwa niaba yake. Kwa hiyo unaweza kuona wafamasia walivyokuwa wamehamasika kwa ajili ya kuja kumlaki mheshimiwa rais, kuja kumlaki mheshimiwa makamu wa rais. Yaani vyote hivyo ndivyo vimeleta hamasa kubwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa watu kufika katika mkutano huu. Lakini pia hatusahau nguvu kubwa ya viongozi wetu, viongozi wa kanda mbalimbali mbali na pamoja na viongozi wa kamati kuu ambao e, wametoa hamasa nyingi kwa ajili ya kuwahamasisha wafamasia kuweza kuhudhuria mkutano huu. Hakika Arusha imetapika, Arusha imejaza watu, lakini kubwa zaidi watu hawa wamekuja kwenye mji huu wa kitalii. Kama unavyojua mji huu una utalii mwingi, tuna mbuga nyingi e, kuna vivutio vingi ambavyo tumeweza kufika katika, katika mkoa huu. Uh, kwa hiyo uh, mtazamaji mwenyekiti hapa wa kanda ya kaskazini ananiambia wafamasia kwa sasa wamehamasika sana katika kuipambania profesheni yao. Sasa neno la, la, la, la mwisho labda la kwa wale ambao wameshindwa kufika kwenye mkutano huu wafamasia pamoja na wadau wengine, kwa sababu hapa, mpendo um, mtazamaji, sio, wako wafamasia peke yao. Hapana, viko vyama mbalimbali, yako makampuni mbalimbali ambao mba wanafanya maonyesho hapa pia, na wako wadau wengi, kuanzia wanasiasa, wafanyabiashara na watu wengine wenye mapenzi mema na taaluma hii ya pharmacy, wamefika hapa, ambapo ni AICC Arusha. Kwa wale ambao sasa kwa njia moja au nyingine wame, wame, kutokana sababu moja au nyingine wamekosa nafasi ya kufika hapa, hasa wafamasia unawambia nini ha, wafamasia kwa kweli ambao wamekosa kwa mwaka huu kwa kongamano la mwaka huu ambao wamekosa wamekosa vitu vizuri sana lakini bado hawajachelewa tuna makongamano mengine ambayo yanafuata hili lilikuwa ni kongamano la hamsini na tano tutakuwa na kongamano la hamsini na sita kwa hiyo wafamasia wasikose maana kupitia uh, mikutano hii ndio inasaidia kukuza taaluma yetu ndio inasaidia kuongeza uh, tunasema zile faida za, za, za, za mikutano yetu kama safari hii umeona uh, serikali imetambua kwamba kunatakiwa kurekebishwe muundo wa kada ya famasi ili mabingwa hao waweze kutambulika katika utoaji wa huduma, lakini serikali pia ime, ime, imeona kwamba hawa wafamasia E, tu, tuweze kuwa, ku, ku, kuwasaidia katika masuala mazima ya utafiti kuungana na Baraza la Tiba la Asili pamoja na taasisi ya Nimri kufanya research mbalimbali mbali kuhusu mitidawa mititiba ili kuweza kuleta ku, ku, kuongeza ufanisi na upatikanaji wa dawa. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo kwa kweli mwaka huu vimekuwa ni vya faida kubwa sana kwa wafamasia, na kama tutaendelea kuungana wote, safari hii tumekuwa wafamasia zaidi elfu moja kwa hiyo tutakapoenda mwaka e, e, e, mkutano wa, wa hamsini na sita basi tufike wafamasia hata elfu tatu tufike tuijaze sehemu hiyo ambayo mkutano utakuwa umechaguliwa, na tuna hakika tunaenda kufanya mabadiliko katika tasnia hii ya pharmacy na tutakuwa na visibility kubwa sana ambayo uh, tunaenda ku, ku, kuifanya na tutahamasika na tutatoa huduma kwa wananchi wetu eh, vizuri zaidi. Ah, umemaliza vizuri. Kwa kikubwa, katika haya yote ni kwenda kuboresha huduma ambazo wafamasia wanazitoa. Yes, kikubwa wafamasia hapa eh, tunapeana hamasa kwenda kutoa huduma, kwenda kutatua changamoto za wananchi maana eh, kama umesoma ufamasia na kama unapata eh, taarifa mbalimbali kama hizi kupitia kwenye vikao eh, kinachotakiwa sasa, matokeo yake tunaita zile deliverables, ni kwenda sasa tukatoe huduma kwa wananchi kwa niaba ya serikali. Ah, nakushukuru sana. Na labda kwa wale ambao wana, katika mikutano hii tunajua wafamasia wako kwenye maeneo mbalimbali, kuna waajiri wao. Eh, kuna wale ambao ndo wanawapa ruhusa pamoja na kuwawezesha kuhudhuria kwenye hii mikutano. Wale nao nawaambia ni mje mfamasia akija hapa anavyotoka hapa kuna chochote ambacho wao wanafaidika nacho. Haya makampuni au waajiri wao kwa ujumla wanaotakiwa kuwawezesha na kuwaruhusu waje kwenye hii mikutano. Hakika waajiri wanapowaruhusu wafamasia kwenda kushiriki na sio tu kuwaruhusu na kuwawezesha kushiriki mikutano, kwa maana ya kuwalipia ada ya ushiriki pamoja, e, na, na stahiki hasa hizi za malazi, kwa maana ya PDM. Sasa faida kubwa ambayo wanaipata kama e, mashirika tukizungumzia kwa maana e, tukianza na upande wa hospitali wafamasia wanaotoka hospitalini wanakuja hapa wanapata taarifa mbalimbali za kuhusu tafiti mbali mbalimbali zilizofanyika kuhusu dawa, kuhusu magonjwa mbalimbali mbali, ambayo mwisho wa siku wanaenda kuboresha huduma, lakini pia wanapata miongozo mbalimbali ambayo imebadilika katika utoaji wa huduma na ambayo ndio e, kiini kikubwa sana katika, ka, katika utoaji wa huduma. Na kwa wafamasia ambao wanatoka maeneo mengine mbalimbali mbali, hasa tukizungumzia mfamasia anatoka bima ya afya, na yeye anapata updates mbalimbali mbali ambazo zinaenda kumsaidia katika um, uchakataji wa madai kuwalipa watoa huduma, lakini pia kuwaelimisha watoa huduma uh, juu ya miongozo mbalimbali mbali ambayo imetolewa ambayo ni mipya au ambayo pia inaendelea na imefanyiwa mabadiliko madogo madogo. Na wafamasia ambao wapo katika viwanda, nao pia wanakuja kupata hizo hizo taarifa. Wafamasia ambao wapo kwenye biashara, tunaona kuna mabuthi ma, ma mbalimbali mbali ambayo watu wanatoa uh, wanatangaza biashara zao, hasa makampuni binafsi ya famasi makubwa yanatangaza biashara zao, lakini huduma zingine mbalimbali mbali ambazo zinatolewa hapa. Kwa hiyo kiufupi, waajiri wa waruhusu wa famasia kila mwaka kuhudhuria eh, makongamano haya, kwa maana yana tija kubwa katika kuboresha huduma eh, kwa, ambazo zinatolewa na, na waajiri hao kwa wananchi. Uh, lengo kubwa ni huduma zinazotolewa uh, na wataalamu hawa wa dawa wa, wa au wa famasia ziweze kuwa bora zaidi, lengo la makongamano haya. Hiyo ndio eh, ndo, ndo lengo la mwisho. Na Mheshimiwa Mwenyekiti kanda ya kaskazini, nimepita pita huku watu wanataka mkutano Mwingine tena ufanyike hapa Arusha, wanataka Arusha iwe ni sehemu ya kudumu ya mikutano hii, wamevutiwa sana maeneo haya. Sijui mmejiandaa kutupokea kila mwaka? Sisi tupo tayari muda wote, tumehamasika, e, na tuna support kubwa ya serikali hapa Arusha kupitia kwa mkuu wetu wa mkoa hapo Christian Makonda hasa e, katika mkutano huu ametusapoti sana, ametupa miongozo mingi ya kuifanya, na mwisho wa siku mpaka jambo hili limeenda kutokea katika mkutano huu wa hamsini na tano Kuhu. Kwa hiyo tunaendelea kuwakaribisha mji wengi tena Arusha. Arusha ni mji wa raha, ni mji wa kustarehe. Kwa hiyo njoo uondoe stress za maeneo ya kazi uko ulikuwa nayo, njoo uje upate e, uone vivutio mbalimbali ambavyo vina, vina, vina, inakupa experience tofauti, lakini kubwa, njoo tujifunze kuhusu pharmacy, njoo tuhamasishane kuhusu masuala mazima ya pharmacy. Kama mkutano unaendelea kuja, tunaomba, mimi kama mwenyekiti nipo tayari pia hata kuupokea mkutano wa hamsini na sita na utakuwa zaidi ya huu unaouona umefanyika, mtakula mtakunywa na bila kusahau ule mchapalo ule. Safari hii sasa nadhani tutachinja hata nyati fulani na nini. Tutaongea na mamlaka, tuone namna gani e, ambavyo tunaweza e, kwenda swala swala hawa wote, tutaongea na mamlaka tu watusaidie, e, kuweza ku, kupata huduma ya na namna hiyo, na hasa kwenye maswala ya vivutio kwenda kwenye utalii tutaongea na mamlaka hasa hizi Ngorongoro Conservation na wenyewe watusaidie ni namna gani tunaweza kufika katika mbuga na kwenda eh, watu kuona vivutio vya utalii vya kitaifa. Ah, nakushukuru sana mwenyekiti ah, na nakutakia kila la heri unavyoendelea na majukumu yako kwenye kukamilisha mkutano huu. Mtazamaji wa PDK Generation, mkutano huu umekuwa wa kufana sana na hapa wamefika viongozi mbalimbali mbali. Aliyekuwa mgeni rasmi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kwa sababu alikuwa na majukumu mengine alimtuma eh, makamu wa rais, Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, ndo akawa amehudhuria kwenye mkutano huu kama mgeni rasmi. Lakini kulikuwa na viongozi mbalimbali mbali, ngazi ya wizara, ngazi ya mkoa. Pia tulikuwa na mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Paul Christian Makonda.